Sasa hivi nimeongeza nani? Sheikh Sharif Firdaus, hatari. Hapa hapa Kongo yuko maeneo fulani ukitaka nikupeleke kutoka hapa. Utanipeleka kidogo nikapate dua. Huyu akupi mti. Dua. Hmm. Wala huyo akufungi azima huyu, hmm. anakuambia tu piga Kulhu Allahu mara saba, piga Kulhu Allahu bin Nas mara saba, piga surati Al-Fatiha mara kumi na mbili, basi umemaliza biashara peleka maombi kwa Mungu wako, Mungu anayapokea. Iko hii katika mechi nne ambayo moja mnaanza nayo kesho. Mechi ya mwisho ya nne mtakayomaliza nao ni tarehe 11 la dhidi ya KMC. KMC ambao uwanja wao wa nyumbani wa KMC wameukimbia. Mechi wameipeleka Tabora katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi. So mara ya kwanza KMC kuama. Mechi ya mwaka jana kama kumbukumbu kumbu kumbu, nitakuwa mzuri, KMC tuenda kucheza na Shemla Abed mjini Arusha. Walichezea au kuchezea? Kuchezea. Moja katika maajabu Mungu aliyoyafanya katika dunia na haki aliyetenda. Kifo akikimbiwi. Wanajisumbua ndugu yangu, chukuchuku anajua uwezo wetu sisi Simba dhamira ya Simba, chukuchuku anafanyaje, anaijua. Si tunakwenda Tabora tarehe kumi na moja na wewe utakuwepo, yes Mama. Labda Mwenyezi Mungu apitishe uwezo wake basi, napiga kwa dada Halima Melelani, kuna shida mm. Kwa hiyo mimi lazima niende ah. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kunipa afya njema, safari itakuwepo. Mikoi, tumeamka leo asubuhi, lakini mitandaoni kumechangamka sana tayari. Kuna mambo yamekuwa taa fulani, taarifa voice notes zimevuja nyingi sana, lakini watu wameanza kusema kuwa Haji Sande Manara anaweza asiwepo tena ndani ya Dar es Salaam Africans, kama mwanachama lakini pia katika ukaribu wake na GSM ukao umevunjika kabisa kutokana na kile kilichotokea voice ambazo inasikika inasemekana kuwa amemsema vibaya tajiri. Tajiri anasemwa? <laughs> Niseme tu jambo moja. Jibu kwanza tajiri anasemwa? Hauwezi kumsema tajiri, lakini pia amemsema tajiri GSM, lakini pia kuna sauti ya amemsema kuwa Ali Kiba. Wewe hili... Waswahili wana lugha moja, anasema, atakaeua kwa upanga atauwawa Waliyemtuma akamtukana na kumdhalilisha mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji Mo, ndo wao wao. Leo nani wanatukanwa wengine? Wao wao, atekeua kwa upanga atauaa kwa upanga. Nashukuru sana waandishi. Lakini miko hili kwa nini linakuwa linatokea sana kwa Haji Sunday Manara? kwa sababu, niliwahi kusema, niliwahi kusema jambo la msingi, jambo la ukweli, Haji Manara toka aumbwe duniani ni moja tu. Ukimsikia akisema asalamu aleikum, itikia wa aleikum salaam, mingine achana nayo. Hebu rudia tena hapo. Jambo la ukweli kutoka kwa Haji ni asalamu aleikum. Leo andishi, mnaona ajabu Haji aliambia dunia ye kutoka Simba kwenda Yanga, labda endi akiwa nini maiti. Haji iko wapi? Yuko wapi Haji jarudisha ni <laughs> niwashukuru sana watatu hapa. Sana. <laughs> <laughs>